Fahamu kuhusu jicho lako. Karibu sana katika safi yetu ya afya macho. Leo tujifunza kuhusu jicho la binadamu, kiungo kidogo lakini chenye kazi kubwa sana. Hebu tuanze safari ifupi ya kuelewa uzuri na undani wa jicho la binadamu. jicho ni moja ya viungo muhimu kabisa katika mwili wa binadamu. Kazi yake ni kupokea mwanga na kugeuza kuwa taarifa ya kuona, kisha kuipeleka taarifa hiyo hadi kwenye ubongo. Ndipo mtu huweza kuona vitu kwa umbali tofauti, kwa rangi mbalimbali na kwa maumbo yanayotofautiana. Ya ya kawaida binadamu ana macho mawili ambayo yanatazama mbele moja likiwa upande wa kulia na lingine upande wa kushoto. Macho yote mawili hulindwa na mifupa ya fuvu la kichwa kwa pande zote isipokuwa mbele tu ambapo pia kope hufanya kazi ya kulinda jicho. Kope huzuia vumbi, mwanga mkali na majeraha. Meleza kope hulinda macho dhidi ya vumbi na kadhalika, pia kuchochea kufumba jicho kwa haraka pale kitokeapo kitu kinachotaka kugusa jicho. Machozi kazi yake sio tu kuonesha huzuni, kusaidia kulainisha jicho, kulisafisha na kupeleka virutubisho hasa kwenye kioo cha jicho. Machozi huzalishwa katika tezi ya lacrimo kisha kusambazwa katika uso wa jicho. Machozi yafikapo katika uso wa jicho hukaa kwa sekunde kadhaa kisha kuondoka pale unapopepesa macho. Upepesapo macho yako, machozi huondoka kupitia matundu madogo yaliyopo upande wa karibu na pua na kwenda moja kwa moja hadi kwenye koo. Hii ndiyo sababu muda mwingine uwekapo dawa zenye athari ya uchungu katika jicho waweza kuzisikia katika koo. Lakini ukiendelea kutazama kwa umakini katika jicho la binadamu utaona utando mwembamba unaofunika sehemu nyeupe ya jicho na ndani ya kope ujulikanao kama conjunctiva. Huu hulinda jicho kwa kuzuia vumbi, vijidudu na kadhalika. Pia hudumisha unyevu wa jicho kwa kutengeneza ute na machozi kidogo. Pia husaidia kama kinga kwa kuwa na seli za kinga dhidi ya ya baadhi ya maambukizi. Chini yake utaiona sclera, sehemu nyeupe ngumu ya nje ya jicho. Sehemu hii inalinda sehemu za ndani za jicho, husaidia kudumisha umbo la jicho na inashikilia misuli ya macho ambayo hufanya jicho lisogee kulingana na wapi binadamu anataka kutazama a ushirikiano mzuri na mifumo kadhaa ya fahamu ya kichwa, lakini pia ipo sehemu ya jicho ifahamikayo kama konia au kioo cha jicho. Hii ni sehemu ya mbele ya jicho mithili ya kio inayong'aa na yenye umbo la duara. Sehemu hii husaidia kuruhusu na kuelekeza mwanga unaoingia jichoni hadi kwenye ukuta wa nyuma ya jicho kupitia pupil. Lakini pia ipo sehemu ya jicho ifahamikayo kama iris au sehemu yenye rangi ya jicho. Hii hutofautiana kulingana na jamii ya watu. Watu wa asili ya Ulaya mara nyingi huwa na iris yenye rangi ya bluu au kijani. Watu wa Afrika na Asia mara nyingi huwa na iris ya rangi ya hudhurungi ama kwa jina lingine kahawia. Kazi yake hii ni kudhibiti ukubwa wa mboni ya jicho, kudhibiti kiwango cha mwanga kinachoingia jichoni, na husaidia katika kuona vizuri kwa kudhibiti mwanga unaoingia ndani ya jicho kupitia katika mboni ya jicho. Sehemu ya katikati kabisa ya jicho inayoonekana kuwa nyeusi, hii ni sehemu ambayo iko wazi kabisa, misiri ya dirisha dogo katika chumba kikubwa kisichokuwa na taa wala mlango. Iris imeungana moja kwa moja na siriali bodi au kwa Kiswahili mwili wa siriali, sehemu ya jicho ambayo husaidia kubadilisha umbo la lensi ili kusaidia kuona vitu kwa karibu au kwa mbali, kitaalamu accommodation. Sili ali body pia hutengeneza majimaji yanayolisha sehemu za ndani za jicho hasa kioo cha jicho au kornea. Sili ali body pia hushikilia lenzi kwa kutumia mishipa midogo na husaidia kuweka shinikizo la kawaida la jicho kwa kudhibiti mtiririko wa maji ya jicho au aqueous humor. Lenzi ya jicho husaidia kuelekeza mwanga kwenye retina ili kuunda picha kwa kushirikiana na kioo cha jicho, yani cornea. Choroid ni sehemu iliyo katikati ya sclera na retina. Sehemu hii ya jicho hutoa oksijen na virutubisho kwa tabaka za nje za retina, pia husaidia kutoa takataka taka kutoka katika seli za retina. Ukuta wa ndani kabisa ya jicho ambao husaidia kutafsiri mwanga unaoingia ndani ya jicho. Ukuta huu una seli maalum zinazoweza kugundua mwanga na kugeuza kuwa ishara za umeme, kisha kupitisha ishara hizo katika mfumo wa fahamu wa jicho na kuzifikisha katika ubongo na kuunda picha. Picha hii inaonyesha mwanga unaotoka sehemu tofauti tofauti nje ya jicho. Mwanga huu hupita katika cornea na lenzi na moja kwa moja huelekezwa mpaka katika ukuta wa nyuma ya jicho ufahamikao kama retina. Ukuta huu hutafsiri mwanga huo na kuubadilisha kuwa taarifa za kiumeme, ambazo taarifa hizo hupita moja kwa moja katika mfumo wa fahamu wa jicho mpaka sehemu ya nyuma ya ubongo. Taarifa hizo hutafsiriwa na hapo ndiko mtu huona. Sasa tumeelewa jinsi jicho linavyofanya kazi. Changamoto yoyote katika sehemu yoyote ya jicho inaweza kusababisha matatizo ya kuona, hivyo elimu ya afya ya jicho ni jambo la msingi. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa elimu zaidi ya afya ya macho. Like na comment, nipe maoni yako na nijulishe ni shida ipi ya macho ungependa tuizungumzie. Pia share na ndugu na marafiki zako linao pia wajifunze kuhusu macho. Asante.